Serikali imesema miongoni mwa sababu zinazokwamisha kukomeshwa kwa uhalifu nchini ni pamoja na jamii kutokuwa tayari kutoa ushirikiano inapotakiwa hususani kwenye mchakato wa ukusanyaji wa taarifa za matukio ya kihalifu na uhalifu, huku akitaja kauli ya utalisaidia jeshi la polisi, Mkufunzi wa mafunzo ya Elimu ya Uraia na Utawala Bora kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Idda Ringo amesema kauli hiyo huonekana kuwaogofya raia kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi wa matukio ya uhalifu. Ringo ametoa kauli hiyo leo Ijumaa Machi 7 mwaka 2025 wakati wa mafunzo ya Elimu ya Uraia na utawala bora kwa watendaji wa kata na viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza. Niwaombe sana watendaji wa kata wanapokuwa kwenye mikutano ile ya hadhara, wajaribu kuelimisha jamii. Kuna hii dhana imejengeka kwamba wanapotoa taarifa za uhalifu, labda kuna mauaji yametokea eneo lile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 ili kupisha sasa jeshi la polisi linapoanza ufuatiliaji wa taarifa ile waweze kufanya, kufanya kazi ile vizuri. Ametaja sababu ya baadhi ya watu hususan ni mashuhuda ama watoa taarifa kuhitajika kufika kwenye vituo vya polisi kila mara kuwa hulenga kupata taarifa zaidi za tukio husika na sio kwa nia mbaya. Hivyo wanapohitajika kutoa ushirikiano kwa maofisa wa polisi wasisite kufanya hivyo. Na naomba isitafsiriwe kwamba ni kwamba wakitoa taarifa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 Naye mkuu wa wilaya ya Kwimba, Mwilabuzu Rudigija, amewataka watendaji hao wakata kata ambao ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye maeneo yao kufuata utaratibu wa utawala bora katika kushughulikia vitendo vya uhalifu. Huku ofisa kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Peter Dihoko akishauri viongozi kuwa na mifumo mizuri ya kupata taarifa na kuzifanyia kazi. Kama hapa tumeambiwa, swala la usalama au la ulinzi wa nchi yetu hatuwezi tukasema sisi ngazi ya wilaya, au tukasema ngazi ya mkoa au taifa, kwamba tunaweza tukasababisha nchi yetu ikawa na amani bila kumshirikisha mwananchi mmoja mmoja. Na sisi watendaji wa kata na mimi nimekuwa nikiwaambia kila mara kwamba nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama ngazi ya kata, lakini mna wajibu wa kusimamia kule chini, tunao wenye viti wa vijiji. Leo tumepata vizuri sana, tufate zile utaratibu wa utawala bora katika kushughulikia matatizo haya. Lakini tumeweza kuambiwa kwa kwamba tukitimiza wajibu wetu vizuri, maana yake migogoro ambayo tunakutana nayo kwenye jamii, iwe ya ardhi, usimamizi wa rasilimali na mambo mengine yote hayo gazi ya, ya, ya, ya jamii tunaweza tukayasimamia na kuyaondosha kabisa. Kiongozi kama kiongozi anapaswa kuhakikisha kwamba anakuwa na mifumo mizuri ya kupata taarifa yeah? Kupata taarifa na kufanyia kazi anapotokea yeah, matukio yeah, na anapopata ile taarifa anaifanyia kazi kwa wakati, lengo lake ni kuhakikisha kwamba maeneo yake anayoyasimamia yanakuwa salama wakati wote. Eh, mfano hmm, mgeni yoyote anayeingia katika maeneo yake ya mamlaka anahakikisha kwamba anamtambua, anaweka mifumo mizuri ya kwamba kila mgeni anayeingia basi anapata taarifa, lakini si hilo tu, anakuwa anaweka mfumo mzuri wa, wa kupata taarifa kwamba tukio lolote linapotokea katika jamii iliwe la uvunjaji wa haki za binadamu anapata taarifa kwa wakati na analishughulikia kwa wakati ili wananchi wake wawe salama wakati wote. Baadhi ya watendaji wa kata waliohudhuria mafunzo hayo akiwemo Salumu Musa kutoka kata ya Nkalalo na Marieta Mushi wa kata ya Shirembo wameeleza elimu waliyopata itakavyowasaidia katika majukumu yao, huku wakiomba mafunzo hayo kutolewa mara kwa mara, kwani kada hiyo husahaulika. Tumeweza kutambua E, uwajibikaji tumeweza kukumbushwa majukumu yetu, e, katika mada ambazo tumeweza kufundishwa e, nafikiri inaenda kwenda kuwa chachu kwetu kwa so, sababu tayari tumeweza kujikumbushwa majukumu yetu, e, kwenda kuwajibika kwa wananchi, lakini pia tumeweza kukumbushwa juu ya mbinu mbalimbali mbali, e, katika upande wa ishi ya ulinzi na usalama. Kuna vitu ambavyo nadhani wengi wetu tulikuwa tumejisahau kidogo. Kwa hiyo nadhani, nafikiri kupitia mafunzo haya na kupitia mada hiyo ambayo imeweza kuwasilishwa, tumeweza kuongeza vitu vingi katika kipengele hicho. Kwa hiyo nafikiri sasa tunaenda kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha tunafanya kazi kwa ukaribu sana katika kipengele hicho a kada yetu kwa sababu nafikiri kama vile imesaulika katika utendaji kazi, hatuna ofisi hatuna vitendea kazi hatuna hata nyumba. Tofauti na wenzetu, sisi kule tunaitwa mabosi, wawakilishi wa wakurugenzi, lakini tumekuwa wawakilishi kivuli au mabosi kivuli. Nasema hivyo kwa maana gani? unakuta una, una wewe ni mkubwa kuliko labda mkuu wa shule au mratibu alimkati lakini unakuta sasa wale wote unaowasimamia wao, sisi ndio tunasimamia nani, rasilimali zao. Pamoja na miundombinu yao ofisi zao tunajenga sisi. Mafunzo hayo ya elimu ya uraia na utawala bora yanayotolewa na Ofisi ya Rais Tamisemi, Wizara ya Mambo ya Ndani na Tume ya Haki za Binadamu yameshafanyika katika wilaya tano za mkoa wa Mwanza na mikoa kumi na moja Tanzania Bara, yakilenga kuleta chachu ya mabadiliko miongoni mwa watumishi wa umma katika uzingatiaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora ili kudumisha amani na utulivu nchini. Mimi ni Damian Masyenene wa Mwananchi Digital.